Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nipende utambue uwepo wa yule ambaye ametufanya tuwepo hapa siku ya leo, Mhashamu Askofu Stefano Musomba, Askofu wa Jimbo la Bagamoyo, Jimbo na jimbo la Morogoro. Nipende utambue uwepo wa Mhashamu askofu mkuu Yuda Tadeus Waichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. <coughs> Nipende utambue pia uwepo wa askofu Lazarus Msimbe Askofu wa jimbo la Morogoro <laughs> Tukibaki kwenye mstari huo wapo mbele Mhashamu Askofu Agustino Shao wa jimbo la Zanzibar Nimtambulishe kwako kwa makamu wa rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, Mhashamu Askofu Eusebius Nzigirwa wa jimbo la Mpanda. Anayefuata ni Mhashamu Askofu Liberatus Sangu wa jimbo la Shinyanga. Mwasham Askof Ludovic Minde wa Jimbo la Moshi. Mwasham Askof Simon Masondole wa Jimbo la Bunda. Mwasham Askof Titus Sindoe wa Jimbo la Mtwara. Mwasham Askof Phil Filbert Muhasi wa jimbo la Tunduru Masasi. Mwasham Askofu Christopher Ndize wa jimbo la Kahama. Mwasham Askofu Mkuu Paul Ruzoka, askofu mstaafu wa jimbo kuu la Tabora. Mwasham Askof Severin ni we Mugizi wa jimbo la Rurenge Ngara. Mwasham Askof John Ndimbo wa jimbo la Mbinga. Mwasham Askof Anton Lagweni wa jimbo la Mbulu. Mwasham Askofu Salutari Siribena wa jimbo la Ifakara. Mwasham askofu mkuu Gervas ya isonga wa jimbo kuu la Mbeya. Mwasham Askofu Kosmas Mwagala wa jimbo la Matinga. Mwasham Askofu mkuu Beatus Kinyaia wa Jimbo Kuu la Dodoma. Mwasham Askofu mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu la Mwanza. Mwasham Askofu Almachius Rweyongeza wa Jimbo la Kayanga. Washam askof Tarcisius Ngalalekumtwa askofu mstaafu wa Jimbo la Iringa. Washam askof Thomas Kiangio wa Jimbo la Tanga. Washam ario wa Jimbo la Same. Mwasham Askofu Joseph Mlola wa Jimbo la Kigoma. Mwasham Askofu Bruno Ngonyani, Askofu mstaafu wa Jimbo la Lindi. Mhashamu Askofu Wilbord Kibozi, Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu la Dodoma. Mhashamu Askofu Edward Mapunda wa Jimbo la Singida. Mhashamu Askofu Flavian Kasala wa Jimbo la Geita.

Mhasham Askofu Henry Mchamungu, Askofu msaidizi wa Jimbo kuu la Dar es Salaam, Mhasham Askofu mkuu Isaac Yamani wa Jimbo kuu la Arusha, Mhasham Askofu Mwasham Askofu Godfrey Mwasekaga Askofu um, msaidizi wa Jimbo kuu la Mbeya, Mwasham Askofu Mkuu um, Damian Dalu Askofu Mkuu um, wa asee Mkude, askofu mstaafu wa jimbo la Morogoro. Tunao mabate, tunaye mheshimiwa sana Abate Christian Tem wa Abasia ya Ndanda. Balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini, Askofu Mkuu Angelo Acatino. Na tunaye mtendaji katika ofisi hiyo ya Nunsio, mwana diplomasia Eduardo Tunawo wa majimbo ambao wamefika siku ya leo naomba wawakilishi kutoka jimbo la Lindi, jimbo la Musoma wasimame. Asante sana na Mahenge, jimbo la Mahenge vilevile tunatambua. Naomba wakuu wa mashirika ya kitawa ya kike na kiume wote walioko simame, asanteni. Tunatambua uwepo wenu. Naomba muwatambue mapadri ambao wanaunda jimbo jipya la Bagamoyo. Naomba mapadri wote wa jimbo jipya la Bagamoyo simame wa jimbo la Bagamoyo wakiongozwa na kamanda wao Baba Askofu Stefano Musomba. Nipende kutambua uwepo wa viongozi wa halmashauri ya walei katika ngazi mbalimbali kutoka mbali, naitwa Padri Chesco Peter Msaga. Ninatazama Breeze Online TV ambayo inaniletea habari kemkem -kem za masuala ya kiroho na masuala ya kijamii. Na wewe, ninakualika tazama Breeze Online TV kwa mahitaji yako ya kiroho na kijamii.